Nimepata mwingine sabibi sasa. Ah, wanifuata fuata nini? mambo ya daisi hayo? Ai, mistisikio haya sasa. so, hebu turudi pale kwenye mambo ambayo nataka kuongelea. Kwanza wazima, wapendwa, wadogo, mambo vipi? Wakubwa shikamoo, wadogo hamjambo. Leo nimekilona kitu hii moja kwa kweli kwanza, kabla sijaanza kuongelea kitu, kuja niseme kwamba hiki kitu, hii topic ya leo inawahusu wale waliolewa, au wale watu wanaokaa kwenye nini, kwenye mapenzi, mahusiano ya muda mrefu. Sasa ni hivi, mimi nakwambia, je, sisi tulioolewa au watu waliolewa, ukitaka uone hizo chupi zilizochanika matakoni, chupi zilizoka, zilizochanika katikati, hayo maji, chupi makubwa yanavaliwa yana, yana mpaka juu, basi uingie katika umbo hayo ya ndoa. Jamani, wanawake, jamani, ni nini, nini, shida ni nini? Kuolea sio kama ndo mwisho wa maisha, hapo ndo unaanza maisha mama. Tena kitu kingine ambacho kinasikitisha ni kwamba huyu mwanamke ukiona, ukiona shakwa na watoto hata wawili, oh, pala ukitaka uone hiyo misitu misitu imetengenezwa, mtu anaanza kujiuliza hata mbuga ya wanyama iko hivyo. Mbuga ya nyama at least inakopa kidogo ikupungu. Pale kuna kupo kuna mti, alafu pale kuna, kuna grass, eh, nyasi, at least una kunaona mwanga. Lakini hao hawana wake. Huko chini mna kwambia huo msitu ukiona unaona kama bibi inapanda. Wajameni, tunafanya nini sisi? Halafu huyu mwanamke anashangana kakwa, kwa kwa, kwa, kinini kwa kivelana anasema <laughs> mume wangu ananiacha. Mume wangu analala na nani? Kwani umejiuliza kwa, kwa nini analala jirani yako? Au kwa nini mume wako analala na mwanamke mwingine? Ushajiuliza kwa nini? Ah, kuna ndio najua kuna wanaume wengine wana malaya wanataka wana, wana tu wafunue wale sketi. Sketi kwa chini kwenye sketi. Sketi yoyote ikionekana wanataka walale nayo. Najua. Lakini unajua sita, wakati mwingine sio kila mara, sio kila mara nataka uelewe hiyo. Wakati mwingine sisi wanawake wenyewe ndio chanzo. Lakini wakati mwingine wanaume kwa waku hivyo. Kwa unajua kwa nini? Kwa sababu wanaume ni nguruwe, wanataka wanuse kila sehemu. Wakiwa na sketi mpya imenunuliwa, imetundikwa, ime, ime nje, wanataka kunusa chini kuna nini? Hao ndio wanaume hao. Lakini sisi wanawake, hebu tusiwaachie hawa. Na ukitaka usiwaachie, basi nijitunze mama, hebu achana nayo hayo hayo, hizo chupi zilizochanika, hebu zitupe jamani, oga, hebu safisha huko kwako. Mimi huwa nasemaje? Mwanamke, mwanamke sio fesi, mwanamke sio kile uchovaa au nini, mwanamke sio pesa. Kitu kingine hicho cha kwanza, mwanamke uko chini, ukiona huo wa uchi wako msafi, uchi wako umependeza, uchi wako wanukia mama, ujue kwamba wewe ni mwanamke. Ukiona wewe umekaa hapo, hiyo hali ya hewa inaanza kuwa nyingine kama ni mvua yanyesha, basi mama, hebu fanya fanya, basi hebu nenda kafanye fanye jamani. ten, ku... tena utaona kuna watu wengine ah, utaona mtu jamani, he, mpaka mtu akikaa vibaya, unaona unaona ni misitu yatokezea kwa nje wa jameni, najua unakufa kucheka. Mimi sicheki, yani inaniumba roho, inaniumba ah. <laughs> wanawake sisi wakorofi. Hebu acha hiyo lipstick ulinunua, umelipa shilingi ngapi? Hebu tuache lipstick kwanza. Hiyo gold ambayo umeiningiza ili ilikuwa na shi, inauza shilingi ngapi? Unajua iko na pesa nyingi sana. Lakini sasa mama, hiyo chupi ya uzo shilingi ngapi? Una chupi ngapi kwa kabati? Viatu ah, wamkaribisha hadi rafiki yako. He, mimi nakwambia jana nimeenda mjini nimefanya shopping, nimenunua chupi. Ah ah, hajanunua chupi. Nimeenda sokoni mama, nimenunua pea ishirini za shu, za viatu au nimenunua pea mbili za viatu. Lakini usikia anasema nimenunua nguo za ndani mama, jipende, kwanza kujipenda ni kuanzia chini, uko uchi wako, hiyo ndio benki yako mama, hiyo ndio uhai wako, huo ndio mwanamke huyo, uyo chini uyo, uyo uchi wako ni mwanamke. Ukiacha mke wako huyo mwanamke anuke aoze basi wewe sio mwanamke tena, hata kama ujue unajua pika vipi, hata kama wewe unajiremba vipi, hata kama wewe ni famous kiasi gani, ukiona uchi wako upo kama msitu wa I don't know, kama mbuga ya wanyama ya Mikumi au ya wapi we, basi wewe ujue tayari ushakufa, ujue ni ni ni ni, ni takataka kama uki, kama kama una, una, unapenda hiyo misitu, basi at least hebu weka hiyo mifupi kidogo at least, umeona, hebu ifupishe kidogo sijui chochote kile. Hicho kitu cha kwanza okinanikila, mpaka nianze kusema. Kwa nini? Kwa sababu mi najua kwamba kila mwanamke ni mzuri, lakini tukishafika katika topic hapo, sikubali sikuvalili na wewe, kwa sababu maji hapo, una sabuni una mikasi tena. Tena nimefurahi sana kuongelea nini itema, kwa sababu ni ni unakata una vipi hizo nywele za wapi za uko chini kwako kwa, kwa sababu kuna watu wengine hata hajui jinsi jini za kukata kule chini. Utaona mtu akitoa nguo ana mabaka Tanzania kanga umejikata, kajikuna vipele vimetoka kwa sababu ya nini? Anajinyoa kule chini alafu anakuwa kuna kauka. Sasa yangu pitia katika blog yangu, nimeanza kuandika mimi ndani, nitaanza kuandika ni vitu gani vina, vina nini vinafaa vina vinasaidia vina, vina saidia, usitoke vipele baada ya kunyoa na kila kitu. Bofya chini hapo kwenye blog yangu utaona mambo hiyo koso. Kwa leo ngoja niishie tu hapo kwa sababu naona hii kitu ni, ni balaa hata kama nitakaongezea kwa urefu, lakini ngoja niachie hapo kwa sababu wanawake wako nitakuwa nasema ah, mwanamke vipi leo katuanzia, hata sijawazia ngono kweli. Kama wao wanapenda kufuga, haya wao wanaendelea kufuga lakini hakikisha basi hiyo mifugo unaosha. At least ukikaji ndani ya mzio kila kitu kiko shwari. Hamna mtu anataka mvua wakati wa jua. Lakini sasa wewe kama ukipo kila siku tu unalala, una, unafanya hiki unalala, alafu na sauti uti wako wa mgongo hata kama uti wa mgongo ni huko lakini huo huko ndio wenyewe. Mama osha. Nguo za ndani mama. Jipende uko chini. Wewe uchi wako ni ni mali hiyo, ni wewe huyo. Hivyo vitu vingine vyaje baadaye. Hiyo lipstick utanunua tu lakini wewe kanunue nguo ya ndani. Mimi hanikala. Ah. Nana napenda hiyo maarufu. Wanuka, mama. Hapo -ha, tena kitu. Ah, ha hapo tena kitu kingine kimenijia sasa like, kitu kingine cha ajabu. Wewe ananuka wewe uchi wake. Anachofanya nini? Apulizia perfume tena. Ngoja nikwambie kitu kimoja cha perfume. Perfume ni nzuri sana lakini perfume ni mbaya sana. Unajua wewe kama wanuka, alafu akulizia wa perfume kwa juu, utanuka mara mbili. Unajua hiyo? Basi achana na perfume kama unanuka, basi hiyo harufu iache tu, hiyo yanuka nuka tayari. Oh god, ya nuka. Ukiweka na perfume kwa juu hiyo ni kalaa, uta uta, uta utaleta mvua najua mvua najua, alafu watu watakimbia wote. Ah god. Hebu tu-tujioshe. Mi nawapenda wote, nasimseme mtu yote, lakini mitu nasema kwamba mwanamke jipende. Hebu nunua nini, nguo za ndani ambazo zinakufaa, fua ziweke vizuri, wakati wa siku zako jisafishe, badili. Jamani, we have to be proud to be a woman. Kuwa mwanamke ni kitu kizuri, kitu cha kuwa proud lakini sasa wao kianza huko chini kukuachia. Wafuga misitu sijui, mimi ndio sijui nataka kuweka kuhamishia wanyama aina gani huko chini mimi sijui lakini hebu katakata. Ha, wanaoke sisi tuna kera. Ah, hebu fanya hivyo. Hapo unashangaa ha, ah, mmeangu wangu wewe, pia aogopa akija huko anaangalia msitu, msitu unaongea na yeye. Ah, unataka kuingia, utaki kuingia? Akimbia ndio, hata mimi ningekimbia. Lakini nikija huko naona mambo ha, msichana umetoa nguo umejiweka pale mwenyewe anasema oh baby. Ah, lakini sasa oh, mimi ndo hata sijui niseme nini. Lakini na choma nielewa, na nitafurahi sana ukiandika ukiandika point zako na unaonaje kwa hii tema. Mimi napenda sana kuongea, niko mwazi kwa wale wasio nijua labda. Mimi si, siogopi kuongea kitu chochote kile, kwa sababu ndio ukweli wenyewe. Tumeficha ukweli, tumeficha ukweli muda mrefu, lakini sasa hizi it's over. Ukweli unabidi uongelewe, na kama una kitu kinakukera, mbona niandikie, mimi nitaongea, kwa sababu mimi siogopi mtu yote, lakini naheshimu. Sisi wanawake lazima tushikane, umeona? Eh, kwa hiyo kama kuna kitu kimenikera, ndio nawaambia, lakini siongee tu hivyo, but naonyesha vitu gani vinafaa, vitu gani havifai. Ukienda kwa blog yangu, nimeonyesha pia jinsi ya kujitunza, jinsi ya kuosha mimi uso na topic nyingine ambayo itakuja, nitaongelea kuhusu mambo ya kupunguza nini, kupungua uzito baada ya kujifungua. Hata mimi ni mama, nimeolewa na watoto wawili, lakini jinsi ya, kujip, ya, ya kupungua uzito, jinsi ya kupika chakula gani tuki, tukienda katika Jikonajane mtapata vitu vyote, vitu babu kubwa. Kwa hiyo usikose hata siku moja kupitia katika website webs zangu na kila kitu. Website ya chini hapo, ndio nimekuwekea blog yangu. Ukienda pale ni ya free, uhitaji kulipa chochote nienda soma, jifunze, kata misitu. Hatutaki misitu, kata misitu yako na uwe poa. Jamani wapenda, nawapenda sana. Usikose topic itayokuja, nitaongelea kuhusu kupungua uzito, hasa kwa wale um, wanawake wenzangu ambao wana watoto hajui mtu na tumbo inakuwaje mpaka kidipungua? At least kidogo, unakula kitu gani? unafanya zoezi gani? hiyo kitu nitaongelea next time, halafu pia nitaandika katika blog yangu ni vitu gani ule vinasaidia kupunguza tumbo na vitu gani um, usile na muda upi, na inabidi ule chakula gani, hivyo yote nitaongelea katika nini, blog yangu. Tembelea, usikose, utafaidika. Nawapenda wote, busi busi, ciao.